Ushirikiano baina ya ofisi ya Taifa ya ukaguzi na waandishi wa habari utatoa fursa kwa mamlaka kuchukua hatua stahiki kulingana na mapendekezo ya ripoti za ukaguzi za CAG. Hayo yamebainishwa na mkaguzi mkuu wa nje kutoka ofisi ya Taifa ya ukaguzi mkoa wa Morogoro Baraka Mfugale wakati akifungua mafunzo kwa waandishi wa habari wa Morogoro. Ushirikiano huu ni nguzo muhimu ya utekelezaji wa mpango mkakati wa NAOT katika eneo la ushirikishwaji wa wa wadau Ndugu washiriki, na Naoti inaamini kuwa mafunzo haya yatawajengea uwezo zaidi wa kuuliza maswali ya kitaaluma, kufanya uchambuzi wa kina, na kuibua mijadala chanya inayosaidia serikali, bunge na taasisi nyingine kuchukua hatua stahiki kulingana na mapendekezo ya ukaguzi. Kumekuwa na maswali, wakati mwingine unakuta ripoti imetolewa labda ya CAG bado kunakuwa na maswali mtaani, maswali yanajiuliza kwamba mbona ripoti fulani ilishatolewa, lakini kuna, kuna, kuna mapungufu mahala fulani. Lakini sasa kwa, kwa, kwa, kwa kupata uh, elimu kwa mwandishi wa habari, it means kwamba anao uwezo wa kujibu kupitia kalamu yake, kwa maana ya kuandika kwenye chombo chake cha habari, kwenye platform mbalimbali. Siku hizi unaona, message unaweza kutumia ukawa na message ukaituma kwenye social media zote. Kwa upande mwingine, mimi naiona pia hii ni fursa kwetu sisi kama, kama waandishi wa habari. Uh, sisi mara nyingi ndio ambao tunafikisha taarifa kwa, kwa, kwa wananchi na wananchi wamekuwa wakisikia hizo taarifa lakini hawajui. Na wakati mwingine unakuta kwamba kuna kuna hiyo migogoro hata mitaani kwamba CAG ametoa taarifa hii, lakini hakuna kinachoendelea. Lakini kumbe sisi pia wanahabari hatujui nini ambacho tunapaswa kuambia wanahabari, kwamba pengine CAG ametoa taarifa hii, mipaka yake inaishia hapa, kutoka hapa kwenda hapa ni mpaka wa mtu mwingine, ambapo anapaswa kwanza kuendelea kuufanyia kazi. Tulikuwa tunakutana na changamoto, ile ripoti ya CAG inapotoka ni mahesabu, kwa hiyo kuyadadavua kwenda katika katika ile taswira ya chini kabisa mwananchi wa kawaida kusoma na akaelewa kidogo ilikuwa ni changamoto. Lakini kupitia mafunzo hayo sasa wanahabari wanajua ni namna gani ya kuandika hizo taarifa, namna gani ya kuzidadavua katika lugha rahisi ambayo mwananchi anaweza kuelewa. Mkuu wa kitengo cha mawasiliano serikalini, ofisi ya Taifa ya Ukaguzi, Focus Mauki, anaeleza baadhi ya maeneo ambayo waandishi wa habari wamepewa mafunzo. Lakini pia waandishi wa habari walipata fursa ya kuelewa sasa mada mahususi kabisa kuhusiana na ukaguzi wa serikali za mitaa, wakafahamu hasa tunaposema ukaguzi wa serikali za mitaa ni nini ambacho kinafanyika, e, mapendekezo ambayo yanatolewa, yapi yameshafanyiwa kazi. Lakini pia tulipata nafasi ya kushirikiana sasa na wenzetu wa vyombo vya habari, ni kwa namna gani sasa, e, vyombo vya habari vinaweza kuipeleka hii elimu ya ukaguzi kwa wananchi.